Fursa hii niwashukuru na kuwapongeza Wizara ya Fedha kwa kutoa dhamana ya kuweza kukopesha serikali ujenzi wa jengo hili ili tuweze kuboresha mazingira ya kufanyia biashara kwa wajasiriamali wetu kama tulivyoahidi. Nasema asanteni sana Wizara ya Fedha, nataka muendelee kuwa wepesi wa kutoa dhamana zinazohitajika ili miradi mbalimbali ya kimaendeleo iweze kuendelea katika nchi yetu. Watatu, nataka kuwapongeza ni taasisi hii iliyofanya kazi hii ZSSF. Kwa kweli wamefanya kazi nzuri. Naendelea kuwapongeza ZSSF. Jukumu kuu ni kuhakikisha kwamba wanatoa maslahi kwa wastaafu lakini katika kipindi hiki vile vile wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba wanatumia fedha kuweza kuleta maendeleo katika nchi. Nimewahimiza hili, wamekuwa wakilitekeleza. Nachukua fursa hii kuipongeza bodi pamoja na management kwa kazi nzuri mnayoifanya. ZSSF, niliwapa kazi kadhaa zikiwemo ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, wamefanya hivyo katika maeneo kadhaa, wamejenga masoko kama haya tunayofungua leo, wanajenga masuala ya usafiri wa umma, public transport katika nchi yetu lakini vile vile nataka waendelee kuwekeza katika miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo miradi ya umeme na na majengo ya biashara mbalimbali -mbali. Ili nchi yetu endelee kupiga maendeleo, lakini na wao vile vile waweze kupata kipato kinachotokana na biashara hizo. Sasa leo hapa wamesema mkurugenzi mtendaji kwamba hivi karibuni watafungua eneo lile la Malindi pale kwenye kituo kikuu cha mabasi ya usafiri wa umma, lakini nataka wasiishie hapo. Tuliwaahidi wananchi tutakuwa tuna usafiri wa majini, yaani teksi za baharini, tukawaahidi wananchi tutakuwa na treni hapa Zanzibar. Basi waangalie uwezekano wa kuwekeza katika maeneo hayo vile vile. Watu wakinisikia hapa, wanadhani hayo mambo hayawezekani mimi nataka nikuhakikishieni kabla sijamaliza kipindi changu Mwenyezi Mungu akinijaalia, mambo hayo yote tutayafanya hapa ndani ya Zanzibar. Kwa hii biashara fanye ruksa, iumba kujenga ruksa, vitu katika nchi vije ruksa. Ndugu zangu, nichukue fursa hii niwapongeze kampuni ya Rans waliojenga jengo hili kwa sababu, kwa kweli nimeridhika na kiwango kilichopo hapa. Hongereni sana. Wakati mwingine tunakuwa tuna wasiwasi na kampuni za ndani juu ya wa uwezo wao, lakini leo wametuthibitishia Rans kwamba hatuna sababu ya kuogopa kuwapa biashara miradi mikubwa humu ndani. Nimeingia, viwango ni vya hali ya juu sana. Hongereni sana. Niwashukuru washauri elekezi ZBA kwa kusimamia kazi hii mpaka leo nilipofikia hapa, kwa kweli kazi nzuri imesimamiwa vizuri na wapongeza na wao. Ndugu <coughs> zangu, baada ya kusema hayo, kabla sijatoa shukrani na, kuka, na kukamilisha shughuli yetu nataka kusema maneno matatu kwa ufupi kabisa. La kwanza ni kwamba tutaendelea kujenga au kuweka mazingira mazuri kwa wafanyabiashara wetu. Katika klipu iliyoonyeshwa tuliona soko lililokuwa hapa, yale si mazingira mazuri kwa biashara. Sasa hivi tunataka masoko yetu yote yawe ya aina hii. Kwa maana hiyo linalofuata sasa ni Kibanda Maiti, mazingira pale sio mazuri lakini kuna mtaa mmoja pale kwa Hajitumbo nataka. Na ule mtaa tutengeneze bazari ya kisasa hapa Zanzibar ya aina yake. Tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara ili wafanyabiashara wasifanye katika mazingira mabaya, wasifanye pembezoni mwa barabara, wasifanye biashara ovyo, wafanye biashara katika mazingira mazuri ya kisasa kama haya ambayo tunayaona. La pili, tutaendeleza kutoa mikopo yenye masharti nafuu, mikopo isiyokuwa na riba kwa wafanyabiashara wetu ili wakuze mitaji yao. Napenda kuchukua fursa hii kutoa maelekezo kwa watakaopewa kuliendesha soko hili, <coughs> walitunze. Leo ni soko zuri, linapendeza, lina, lina haiba. Hatutaki baada ya muda tukifika hapa tukute lina uchafu, soko halijatunzwa. Kwa hivyo, tuhakikishe tunasimamia usafi wa soko hili, baada ya miaka mitano tukija liwe kama lilivyo leo. Na la pili, kwa wale watakaokabidhiwa kuliendesha soko hili, natoa maelekezo kwamba watu wa kwanza kupewa kipaumbele cha kuwemo humu ni wale waliohamishwa hapa. Tusije tukasikia kwamba wale tuliowahamisha wamekosa, wamepewa watu wapya. Kwanza wapewe waliokuwepo hapa. Tukishakamilisha hilo basi, sehemu iliyobaki tutawapa watu wengine. Lakini nataka niwaambie wafanya biashara, tunapokuwa tunakuhamisheni, tuna lengo la kuweka mazingira mazuri. Kwa hivyo sasa hivi nawaeleza ndugu zangu wa Kibanda Maiti, tutakuhamisheni, lakini kwa lengo la kujenga soko zuri la kisasa. Juzi nilikuwa pale nafungua skuli ya, ya msingi ya, ya Muungano pembeni kwenye ukuta wa skuli tayari kuna soko pale. Hayawezi kuwa mazinga, mazingira mazuri kwa watoto wetu wanaosoma pale. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Kibanda Maiti, msione kama tunakuhamisheni kwa nia mbaya.